kuna mtu hapa tangu amemleta mtoto darasa la kwanza au form one hajawahi kuja shule tena. Ushirikiano wa mzazi na mwalimu katika kuimarisha uwezo wa mtoto wa kitaaluma, hapa wenye vitu wangu wa kamati za shule wanajua, tunaita vikao vya wazazi hapa kujadili hali ya ufaulu, wanakuja? hawaji hawaji, lakini watoto ni wao. Kesho ya hii ya watoto ndio kesho ya familia zao. They don't come. They don't don't come feel if that is their responsibility. Hawaoni kama ni wajibu wao, wanajua huo ni wajibu wa mwenyekiti wa nini wa shule. Ukija kwenye kikao cha kamati ya wazazi wote wanalalamika, kwa nini mchango wa elimu, kwa nini inatakiwa e iwe bure, kwa nini a mwenyekiti aondoke, aondoke ndio mijadala yetu kwenye vikao vya wazazi. Kuna mtu hapa tangu amemleta mtoto darasa la kwanza au form 1, hajawahi kuja shule tena. Anasubiri kuja kwenye mahafali. Sasa unakuja kushirikia mahafali gani ambayo ukuitengeneza miaka saba, miaka minne, miaka miaka nyuma? Na hao wakija sasa kwenye mahafali ndio wanamwambia DJ, waache watoto wacheze leo siku yao. ha! siku yao? Siku zote watoto hawa wanasoma kwa tabu, hukuwahi kuja Nadanganya wazazi wenzangu, nadanganya ndugu zangu. Na we have to set time for our children, tutenge muda kwa ajili ya watoto hawa. Mtoto akiona unamfuatilia, anaona baba ananipenda, baba ananijali. hata siku akifanikiwa, unakuwa na uwezo wa kuown oh, mafanikio yake kwa sababu uliyahangaikia. Mtoto akijipambania mwenyewe, siku akifanikiwa, you lose the ownership of that achievement. Hilo nataka niwaambie ni wazazi ni wenzangu. Mtoto akijipambania mwenyewe, akafanikiwa kwa juhudi zake mwenyewe, akangonga gonga huku akahangaika, akapata. Nataka nikwambie hakuna siku utagonga kifua kama mwanangu kafanikiwa. Kwa sababu you lose the ownership, utapoteza umiliki wa yale mafanikio. Sasa, huyu baba bwana, huyu mzee bwana wa ajabu sana. Mimi wakati namuomba muomba madaftari hayumo, wakati na nini hayumo. Unajua mimi nilikuwa nasaidiwa na balozi wetu pale. Balozi ndio pale. Mimi nilikuwa nakula kwa askofu. Yaani asingekuwa fadha, mimi nisingesoma. Ukiona mtoto anaanza kuwa na akili hizo, poteza uhalali wa mafanikio yake, sio yako ya. Baadaye unasema mwanangu ana cheo kikubwa kanitelekeza. Wewe uliwekeza nini pale? Na mtoto wa vile yuko tayari kusaidia watu wote, lakini baba yake anamruka, mama yake anamruka. Sio kwamba anakuchukia, ile bondi umeiua. Mapenzi ya mzazi kwa mtoto yanatengenezwa kwa bondi imara ya namna unavyomjali, namna unavyomfuatilia, namna unavyomuuliza, namna unavyomkera juu ya mafanikio yake. Akifanikiwa anasema if not for my father, nisingekuwa hapa. wapigieni makofi wazazi wote wanaofanya hivyo. Kwa eneo hili la ushirikiano wa wazazi na walimu ni eneo la msingi sana, tunao walimu kule wanawapenda sana watoto wenu lakini hawajui hata sura zenu. Maskini katoto kakija kamepauka. Kuna wale walimu wakina mama wanatembeaga na vimafuta basi anampaka paka, wewe Juma, wewe tulia, wewe Asha, eh? Ule upendo aliokosa kwa mama anaokuta kwa mwalimu wa darasa. Maskini kuna katoto mzazi anaambiwa changia maharage ya changi, changia maharage ya changi, mwalimu Juma anakula nusu sahani, nusu ya sahani, wewe hebu njoo njoo njoo, hebu kula chakula hapa, fuingie darasani. Anampa upendo ambao ameukosa nyumbani. Ha, walimu tulionao huko shuleni wanawapenda sana watoto wetu. Wanawapenda sana watoto wenu, na mimi najua kuna walimu ndani ya nyumba zenu, majina yao ni maarufu sana: mwalimu kasema, mwalimu kasema, madam kasema, madam kasema. Ni ile bondi ya mtoto na mwalimu kule shuleni. Sasa kuna bondi moja inakosekana hapa, ya kwako kwa wewe baba, mama, kwa yule mwalimu pamoja na wewe mtoto. Ni waombe wazazi wenzangu, Leo tunapohitimisha mwaka wa masomo, tukajipange kuhakikisha mwaka ujao mashirikiano bora baina yetu na walimu yanaongezeka ili kujenga msingi bora wa kusimamia taaluma ya watoto wetu na malezi kwa ujumla. Asitokee mzazi hapa ambaye mwaka ujao pia utapita mwaka mzima hajaonekana shuleni. Na mimi nataka niwaibieni siri. Hawa walimu wanajua mambo mengi kuhusu watoto wenu kuliko nyinyi wenyewe. Kwa sababu wewe unakaa na mtoto nyumbani masaa matatu, yeye anakaa na mtoto nyumbani masaa shuleni masaa tisa. Na bahati mbaya, wazazi wengine maskini, kulingana na heka heka zetu za utafutaji, hata pale mezani, wakati mtoto anataka kusemesha, tayari umeshabeba gazeti lako la Nipashe, huna muda naye. Wakati anataka kusemesha, tayari UEFA imeanza, huna time naye. Wakati anataka kusemesha, tayari tamthilia imeanza, hana muda na wewe. Matokeo yake usiku unapita baba, bila mtoto bila, hakuna kilichozuguja. Lakini kule shuleni walimu wanapata muda wa kusema naye. Walimu Mungu amewabariki, pamoja na mafunzo waliopata, lakini wana saikolojia ya hali ya juu sana. Mtoto mgonjwa, mwalimu anamuona kabla mtoto hajasema naumwa, anajua mtoto leo hayuko sawa, mwalimu anaona.